Wakulima wa matunda katika tarafa ya Idodi wilayani Iringa wameiomba serikali kuwatafutia wadau wenye uwezo wa kuanzisha viwanda vya usindikaji wa mazao hayo ili kuinua thamani ya zao la embe ambalo katika kijiji cha Tungamalenga na Mapongolo linaoza kwa kukosa soko. Wakulima hao wamesema kutokana kukosekana kwa viwanda vya usindikaji wa matunda ni miongoni mwa mambo yanayodumaza hali yao kiuchumi na kulifanya zao hilo kutokuwa na tija. Oliver Moto ana habari kamili. Lakini biashara ya embe imekuwa ngumu, wateja wanakuwa hawapatikani. Embe ni miongoni mwa matunda yanayopendwa na watu walio wengi, kutokana na zao hili kuwa na ladha ya kuvutia na kila mmoja kupenda kulitumia kwa kadri anavyoona kwake inamfaa. Thamani ya embe katika maeneo ya mjini hasa sokoni ni tofauti kabisa na lilivyopoteza umaarufu huku katika kijiji cha Tungamalenga na Mapogoro, kwani kila upitapo embe zimetapakaa hali inayowawia ugumu wa kulima kuwapata wateja. Sisi hapa kijiji cha Mapogoro tuna mishina mingi sana ya maembe lakini tuna tumekosa wateja kwa sababu hata kiwanda tu hatuna. Wengine wanatoa ushauri wa nini kifanyike. Ili kupunguza kama sio kumaliza kabisa tatizo la mazao mbalimbali kukabiliwa na changamoto ya kukosa soko, kama kiwanda kingekuwepo uchumi ingekuwa ni bora kidogo kidogo, ingekuwa nafuu tena kwa asilimia kubwa kidogo. Rais angefanya maamuzi ya kuweka viwanda vijijini hasa kuliko kuwa kuna m matunda mengi, kwa mfano nyanya, maembe. Siku hizi yanaoza sana, viwanda havina kazi kwa sababu maembe yapo tu, yapo, yani haieleweki hata kwa kupeleka, hatuna kwa kupeleka. Kweli maembe haya tunanufaika si watoto kwa kula, lakini upande wa wazazi wanakosa hata hela kutunulia madaftari, kukisiri kwa zao la embe katika kijiji cha Mapogoro na Tungamalenga. Sasa inadaiwa kuwa ni tishio hata kwa usalama wa afya za wananchi. Inaiva tunachimba tu mashimo tunafukia ina, tuna tuna tuna ina maana yamekosa soko, wanunuzi hamna, ni mali ambayo inaoza. Yakioza tu tunazika, sababu sasa hatuna kwa kupeleka, kwa maana tukiweka ovyoovyo, kipindupindu. Uongozi wa serikali ya kijiji cha Tungamalenga unaona jambo la uanzishwaji wa viwanda utakuwa ni mwafaka wa kumaliza changamoto ya zao hili kukosa tija. Serikali ingetusaidia kuanzisha viwanda vya juisi ambavyo vingeweza kusababisha zao hili la miembe ikapanda thamani. Hata hivyo, kwa maeneo ya mjini zao hili limeongezewa thamani baada ya wananchi nyumbani, baadhi yao kutumia embe kutengenezea juisi kwa ajili ya matumizi ya muda mfupi, lakini katika eneo hili la Tungamalenga ah, tumejikuta tunaokota tu kwenye miti chini tunakula na hivi sasa ninajipanga sasa, mimi kwenda kununua mengi zaidi kwa ajili ya kutengeneza juisi. Oliver Moto, Star TV, Iringa.